Kwa niaba yake anauliza Mheshimiwa, vituo vingi vya afya vya jeshi vinahudumia maafisa wa jeshi na wananchi waliopo karibu mwishima na vituo mwishima. Hivyo je, serikali inafahamu vituo hivyo vinakabiliwa na upungufu wa dawa, vifaa tiba na wataalamu wenye ujuzi? Swali hilo limeelekezwa wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Karibu sana mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Saada Mkuya Salum mbunge wa Welezo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, a, kulingana na vipimo vya Umoja wa Mataifa yani United Nations, Zanzibar ina kituo kimoja cha afya ngazi ya tatu na vituo viwili ngazi ya pili. Aidha, kimuundo kila kikosi cha jeshi kina kituo kidogo cha tiba. B, kwa ujumla vituo vya afya vina changamoto za madawa, vifaa tiba na wataalamu. Hali hiyo kwa kiasi kikubwa inachangiwa na ufinyu wa bajeti. Hata hivyo, changamoto hizo kwa sehemu kubwa zinategemewa kutatuliwa baada ya kukamilika taratibu za kuanzishwa mfuko wa bima ya afya kwa jeshi letu. Aidha, changamoto ya wataalamu wa afya inategemewa kupungua baada ya wataalamu wa afya walioajiriwa hivi karibuni waliopo katika mafunzo ya vitendo vikosini, yaani exposure, na kwenye vyuo vya kijeshi kuhitimu mafunzo yao. Pia upo mpango wa kuandikisha wataalamu wa afya katika ngazi ya paramedics baada ya kupata kibali cha ajira mpya. Pia upo mpango wa kuandikisha wataalamu wa afya katika ngazi ya paramedics mara tu baada ya ajira mpya kuruhusiwa. Mheshimiwa Malembeka, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, nina maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo kwanza, nilitaka kufahamu ni mikakati gani iliyowekwa na serikali katika kuongeza vifaa tiba na wataalamu katika hospitali zote za jeshi zikiwepo za Zanzibar. Pili, ni lini waziri atafanya ziara katika vituo hivyo ili kuona hali halisi ya utendaji kazi katika vituo hivyo. Asante. Majibu ya maswali hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Hamisi Kigwangalla. Mheshimiwa Spika, mikakati ya serikali katika kuongeza vifaa tiba, madawa na watumishi kwenye vituo vya afya vya kijeshi ni kama ifuatavyo. Kwanza, serikali kwenye bajeti zake kila mwaka imekuwa ikiongeza bajeti ya huduma za afya kwa ajili ya makamanda na wapiganaji wetu, kwa sababu wanapewa umuhimu wa kipekee katika nchi yetu lakini sambamba na kuongeza bajeti, serikali pia imeongeza mikakati ya kufundisha wataalamu kwa ajili mahususi kwa ajili ya majeshi, na hivi karibuni tumepata wafadhili kutoka Ujerumani kupitia serikali ya, ya nchi hiyo ambao ni marafiki zetu, ambapo wametujengea chuo kikubwa na cha kisasa cha kijeshi kwa ajili ya kutoa wataalamu kwenye sekta za tiba. Na chuo hiki mheshimiwa Spika, nikupe taarifa kamati yako ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama inayoongozwa na mheshimiwa Adadi mwezi Aprili ilitembelea kwenye uh, kituo chuo hiki ambacho kimejengwa kwa msaada wa serikali ya Ujerumani na wakajionea uh, namna kilivyo kizuri na cha kisasa, na pia wakatupa ushauri kwamba kituo kile badala ya kuishia kutoa uh, stashahada kiende mpaka ngazi ya digrii na jeshi likachukua ushauri ule na limekubali kukipandisha hadhi chuo hicho, na mkakati ya kuki, kukipandisha, kuki, kukiweka sawa inaendelea sambamba na mkakati huo ili kutatua changamoto ya upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi kwenye jeshi kwa sababu ya umuhimu wao a, tayari a, mikakati ya kuajiri wataalamu wapya wakiwemo madaktari bingwa na madaktari wa kawaida pamoja na wataalamu wengine imeendelea kutekelezwa. Mpaka kufikia mwezi Machi, madaktari takriban 143 waliajiriwa mahususi kwa ajili ya kutoa huduma majeshini lakini pia aa, kupitia chuo hiki ambacho kime, kimeanzishwa tunaamini katika miaka ya karibuni kutakuwa hakuna changamoto ya watumishi. Lakini pia kupitia kuongeza bajeti yetu tunaamini changamoto ya upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi nayo itakuwa imepatiwa ufumbuzi. Lakini suluhisho la kudumu ambalo serikali inalifanya kwa sasa ni kutengeneza bima ya afya mahususi kwa ajili ya makamanda na wapiganaji wetu na bima hii uh, tayari imeshapata baraka za mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na sasa hivi ndani ya serikali mchakato wa kuirasimisha unaendelea ili ufike katika ngazi ya baraza la mawaziri na utekelezaji ufanyike. Swali lake la pili kwamba je, waziri nitakuwa tayari kwenda kufanya ziara? Aa, ninaomba nilichukue na nilifikishe kwa waziri mwenye dhamana ili aweze kuzungumza na mheshimiwa mbunge na pengine kumpa majibu mahususi kwamba ni lini ataenda kuvitembelea vituo, vituo hivi. Bado tuko wizara hiyo hiyo. Swali la Mheshimiwa Rashid Mohamed Chuachua mbunge wa Masasi. Mheshimiwa naibu waziri akijibu swali la malalamiko na kwa upande wa huduma za afya kwa wanajeshi ambao kimsingi hawana bima ya afya kwa sababu jeshi lina zahanati na hospitali zake. Je, serikali haiyo ni haja ya kuwapatia wanajeshi bima ya afya? Swali hilo linaendelea kutolewa majibu na naibu waziri Dr. Hamisi Kigwangalla katika majibu yake. Swali la kumi limeshapata majibu. Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, swali la Mheshimiwa Juma Kombo Hamad, mbunge wa Wingwi. Kwa muda mrefu sasa kikosi cha polisi Marine Pemba hakina boti za doria hali inayosababisha polisi kushindwa kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Je, serikali inatambua tatizo hilo? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi napenda kujibu swali la Mheshimiwa Juma Kombo Hamadi Bunge mbunge wa Wingwi lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua tatizo la polisi wana maji Pemba kukosa boti doria. Mheshimiwa Spika, serikali itawapatia polisi wana maji Pemba boti pale uwezo wa kibajeti cokapoongezeka, kwani boti zilizopo haziwezi kuhimili mkondo wa maji uliopo Nungwi kuelekea Pemba. Uh, hili ndio jibu la mfano kabisa. Mheshimiwa Juma Kombo Hamad, mbunge wa Wingwi, kama una <coughs> swali la nyongeza? Asante Mheshimiwa Spika, nina maswala mawili ya nyongeza kwa Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Spika, ni kawaida kwa wizara hii ya mambo ya ndani kila siku kuja na jawabu lile lile. Uh, suala langu la, la, la, la mwanzo ni, Mheshimiwa Spika, kukosekana kwa boti ya doria katika kisiwa cha Pemba na mazingira ya jiografia yalivyo ya kisiwa cha Pemba ni, ni, ni hatari kwa mazingira yale yalivyo. Je, Mheshimiwa waziri haoni kwamba kuwakosesha wana, wana, wana, wana maji hawa boti ya doria ni kuhatarisha mazingira ya amani kwa nchi yetu hii ya Tanzania. Suala la pili, mheshimiwa spika, kimsingi, wizara ya mambo ya, ya ndani imekuwa ikitenga bajeti ya lita kadhaa za mafuta zisizopungua elfu moja mia mbili kila mwezi. Je, Mheshimiwa waziri anaweza kutueleza mafuta haya yanatumikaje, ukizingatia kwamba ndani ya kisiwa cha Pemba hakuna boti ya doria kwa kikosi cha wanamaji. Waheshimiwa, wabunge mnataka kujua jeshi la polisi natumiaje mafuta? Sijui kama ni eneo letu la, ku, la kufanya kazi. Mheshimiwa naibu waziri endapo na maelezo. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali nyongeza la Mheshimiwa Juma Kombo Hamadi Mbunge wa Wingwi maswala mawili kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo nimejibu katika swali la msingi kwamba wakati jitihada za kupeleka boti Pemba pale uwezo utakaopatikana zinaendelea, kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa mashirikiano mazuri na vikosi vingine mbalimbali ikiwemo mbali, vikosi vya SMZ ambavyo wana, wana, wana boti za, ku, za, za doria zinazokidhi mahitaji kwa kipindi hiki kutoa huduma maeneo ya Pemba ikiwemo jimbo la Wingwi lakini kuhusiana na, na mafuta kimsingi ni kwamba e, fedha kwa ajili ya matu, ya matumizi ya mafuta ya jeshi la polisi kiujumla hazitoshi. Kwa hiyo ningedhani ni, ni, ni, ni, ni, kwamba Mheshimiwa mbunge badala ya kuhoji matumizi yangehoji uwezekano wa kuongeza, kwa sababu hata zilizopo hazikidhi mahitaji ya huduma katika matumizi ya jeshi la polisi. Tunaendelea mheshimiwa bunge, na swali namba kumi na mbili la leo linaulizwa na Mheshimiwa Rita Enesfa Kabati. Je, ni lini askari wa Iringa watajengewa nyumba, na je, ni kiasi gani cha fedha wanachodai askari wa mkoa wa Iringa cha posho na stahiki zao zingine? Swali hilo linaendelea kutolewa majibu na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Hamadi Masauni. Mheshimiwa Spika kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi napenda kujibu swali la Mheshimiwa Rita Kabati mbunge wa viti maalum lenye kama ifuatavyo. kamefuata Mheshimiwa Spika serikali inatambua tatizo la ukosefu wa nyumba za askari kwa jeshi la polisi hapa nchini lengo la serikali ni kujenga nyumba hizo kwa awamu kutegemeana na upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kugharamia ujenzi huo kwa nafasi hii ni nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa ufuatiliaji wa suala hili na pia amekuwa akijitoa sana katika kuboresha mazingira ya askari katika eneo lake. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua madai askari moja, moja ya askari ya jeshi la polisi mkoa wa Iringa kama ilivyo kwa mikoa mingine hapa nchini. Askari wa mkoa wa Iringa wanaidai serikali jumla ya shilingi milioni 431 laki 147 elfu 410 na, na uhakiki wake unaendelea chini ya mkaguzi mkuu wa ndani ili serikali iweze kulipa baada ya ukaguzi huo. Mheshimiwa Rita Kabati, kama una swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, na maswali tu madogo mawili ya nyongeza. Pamoja na askari wa Iringa kuishi kwenye mazingira magumu sana, lakini zaidi ya nusu ya askari wanaishi nje ya makambi yao, yani uraiani pia katika mkoa huo wa Iringa, wilaya ya Kilolo, serikali haijaweza hata kujenga jengo lolote la ofisi wala makazi ya askari, na katika majibu yake serikali imesema kwamba itakuwa inajenga kadri itakavyokuwa inapata pesa. Je, serikali ipo tayari sasa kutoa kipaumbele kwa mkoa wetu wa Iringa ili askari wetu waweze kuishi kwenye mazingira bora, yajengwe mapema sana? Swali la pili, kwa kuwa askari wa mkoa wa Iringa wanadai posho na, na stahiki zao kiasi kikubwa sana cha pesa na serikali imesema kwamba bado wanafanya uhakiki. Je, ni lini sasa uhakiki utakamilika ili askari wetu wa mkoa wa Iringa waweze kupata stahiki zao na posho. Kwa sababu familia zao zimekuwa zikiishi kwa shida sana, na hasa watoto na wake za askari. Majibu ya maswali hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Engineer Hamadi Masauni. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali nyongeza la Mheshimiwa Rita Kabati, mbunge wa viti maalum kwa Iringa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mheshimiwa Spika wakati tuna tunakamilisha mchakato wa ujenzi wa nyumba za askari, ule ambao nimekuwa nikizungumza hapa bungeni kila siku, ambao pia utahusisha na mkoa wa Iringa, tunajipanga kutumia rasilimali za ndani pamoja na rasilimali zilizopo katika maeneo husika pamoja na rasilimali watu ili kupunguza tatizo au changamoto za makazi kwa askari wetu na vituo vya polisi. Nataka nichukue fursa hii kwanza kabisa, ni kwa dhati kabisa nimpongeze Mheshimiwa Rita Kabati kwa jitihada zake kubwa sana, ikiwemo ujenzi wa kituo cha polisi Iringa, ambapo sasa hivi nguvu zake anazielekeza inaonekana Kilolo, lakini kwa kutambua kwa kutambua kwamba kwamba Mheshimiwa mbunge amefanya kazi kubwa sana pale Iringa ya ujenzi wa kituo, na nimhakikishie kwamba tutakuwa pamoja na yeye, tutashirikiana naye ili tuweze kuona kwa, kwa haraka sana tutatumia mpango huu wa matumizi ya rasilimali katika eneo la husika ili kupunguza changamoto ya makazi pamoja na, na vituo vya polisi. Kwa hiyo nimwombe Mheshimiwa mbunge baada ya, ya kikao hiki cha bunge tukae kwa pamoja tushauriane tunenuka vipi, kwa haraka sana mpango huu ambao tumeubuni hivi karibuni tunaanza kutekeleza kwa Iringa kwa Kilolo. suala so, lake la pili kuhusiana na nilini lini ukaguzi utamalizika, naomba tu ni mhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba tunakamilisha ukaguzi haraka iwezekanavyo ili malipo haya yaweze kulipwa. Asante sana, tunaendelea na wizara ya katiba na Mheshimiwa waziri mambo ya ndani ya nchi majibu ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa naibu na nimpongeze sana e, ni niongezee tu kwa kumpa assurance Mheshimiwa mbunge ambaye jambo hili amekuwa akilifuatilia kwa umakini sana, la maisha ya polisi na vitendea kazi vyao kwamba tarehe tisa mwezi huu wale wenzetu ambao tulikuwa tunaongea nao kuhusu mkataba wa ujenzi wa nyumba za askari, kiongozi wao mkubwa atakuja na atakutana na IGP pamoja na katibu mkuu wa wizara, na baada ya hapo tutabakiza mawasiliano ya ndani ya serikali kwa ajili ya kwenda kwenye utekelezaji wa jambo hilo. Lakini na la pili, wizara tumeamua kwenda na jambo hili sambamba kwamba e, jitihada zitakazofanyika za kibajeti tuzioanishe na jitihada za rasilimali tulizo nazo ndani ya taasisi zetu hizi, na nimeelekeza mikoa yote wafanye tathmini ya kila mkoa, tunawafungwa wangapi wanaoweza kufanya kazi za kufiatua tofali, na wafanye tathmini ya vitendea kazi vinavyoweza kutumika kufiatulia tofali hizo na aina ya tofali ambazo zinatakiwa, lakini pia na kutumia bajeti kidogo zilizopo kwa ajili ya vitendea kazi vingine ambavyo vitatakiwa kama simenti ama nondo kwa ajili ya kuanza e, miradi hiyo katika maeneo ambayo kazi hiyo si kubwa sana, kwa ajili ya kupunguza tatizo hili sambamba na jitihada za kibajeti ambazo tunazifanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, serikali inatambua e, ukubwa wa tatizo hili na inaweka uzito unaostahili, na mheshimiwa rais tayari alishatuelekeza wasaidizi wake, na sisi tunatembea kwenye nyayo zake kuhakikisha tunamaliza tatizo hilo la manunguniko ya askari. Hivyo hivyo kwenye upande wa madai yao, nimeelekeza kila ambaye anatunza kumbukumbu kumbu za askari waweze kuhakikisha kwamba wanaorodhesha vizuri kuwarahisishia wale wanaokagua wanaofanya ukaguzi ili madai hayo yaliyo ya, ya askari yasikae muda mrefu, sawasawa na maeneo mengine ambayo yana uficho ya ama yana tatizo la kuweza kufanya ukaguzi, kwa sababu askari anapokuwa kazini huku anadai, inampunguzia morali ya kazi na inampunguzia uwezo wake wa kufanya kazi. Asante sana. Tunaendelea na Wizara ya Katiba na Sheria.